Ok, asante. Na wewe unavyoona, umesema gharama za maisha ya mwanafunzi ni uh, ni, ni za chini au ziko affordable, lakini unaonaje kwenye gharama za maisha especially ukikompea uh, katika miji mikubwa kama Seoul na miji mingine especially kwa mwanafunzi ambaye anajisomesha mwenyewe, kwa tofauti ya miji hapo, kuna kuna changamoto? Especially kwa Seoul kule ni expensive sana kwa maisha ya kila siku kwa, kwa mwanafunzi kuya afford, lakini ukiwa unakaa kidogo pembezoni pembezoni, nje ya ule mji, maisha ni affordable kwa sababu unakuta hata gharama za rent, chakula, na usafiri na vitu vingine ni affordable, tofauti na ukiwa unakaa pale Seoul. Okay, na vyuo vingi vinapatikana katika miji gani? Kwa sababu naweza na, na nika nikadhani kuwa katika mji kama Seoul kwa sababu ni mji mkubwa basi vyuo vingi vikubwa vitakuwa vinapatikana hapo au inawezekana kuna vyuo vingine vikubwa viko nje ya mji mkubwa kama Seoul? Yeah. Vipo vyuo vingi ambavyo viko mm, ni vikubwa pia tena vingine ni, wa, ni vingi vya scholarship vinapatikana nje ya mji wa Seoul na ni vikubwa kabisa. Yaani Seoul ni mji ndio wa kibiashara, ni mji mkubwa lakini so na kwamba kwamba pale ndo kuna vyuo the best kuliko ni miji mingine? Hapana, ni kuna vyuo ndio pale, kwa hata chuo nilichosoma mimi kiko pale Seoul, lakini still sikai pale Seoul, nakaa pembezoni mwa Seoul if, lakini miji mingine pia ina vyuo vikubwa na, vi na vizuri tu ambavyo watu wanaenda kwa njia za scholarship na njia za private kujisomesha wenyewe. Okay, sasa kama mtu angependa kuja kusoma Korea Kusini, ungemshauri akiwa anakuja kusoma Seoul, akae nje ya mji au akae ndani kama tutofautishe mwanafunzi ambaye anakuja kujisomesha mwenyewe na mwanafunzi mwenye, wanafunzi mwenye scholarship. Mwanafunzi maana wao wanapewa hadi hostels za kukaa, wanapewa hela za matumizi kwa mwezi, wanapewa vyakula, hivyo kwa maisha yao yanakuwa yako tayari ya chini ya uangalizi wa ile scholarship yao. Kila kitu kina cover pale. Mm. Kwao wanakuwa na hostel, kwao lazima wataishi pale pale chuo. Waga wanaishi pale pale chuo kwa sababu hostel zao chuo, chuo kilipo ndio hostel zilipo. Kwao maisha yao hawahitaji kupanga nje wala hawahitaji kulipa rent wala nini. Na pia still wanapewa hela ya matumizi ya kila siku kwa mwanafunzi pale wana package yao pia. Ila anayekaa nje ndio ningemshauri akae nje ya mji wa Seoul kwa sababu utakapokaa nje ya mji wa Seoul utaweza kuwafoni na kutumia, gharama zako za maisha zitakuwa ndogo, utofautisha na ukikaa kule mjini kabisa, hata kama sababu huku ni kuna fika kokote utakapokaa. Okay. okay. na usafiri, usafiri uko vizuri, hata kama ukikaa nje ya mji wa Seoul una uwezo wa kufika shuleni na kufanya mambo yako bila, bila tatizo kwa muda unaotakiwa. Kwa muda unaotakiwa. Usafiri upo vizuri na gharama za usafiri